Nataka kabisa kuja ofisini, inabidi nije ofisini, ndio hivyo. Ni kitu kizuri kuja ofisini, najisikia kuja ofisini of, lakini kuna nafsi yangu ya naendea hivi sipi kwa dakika tano sio, it, it is a beyond it goes beyond what you need to do what is supposed to be done. Kwa sababu gani? Kwa sababu instinct, kwa sababu ni maneno ni personal experience eh sie ni nikawa kote vibaya instincts. Mimi, I believe kwamba human mwili wa binadamu au nafsi ya binadamu ina, ina, ina, ina above tunavyoonekana sio, iko far, na mara nyingi even when you are sleeping, unaweza kukuta, si nimesema, so inaweza ka leave kaenda ku travel the world si ndio? Afrika rudi, na ndio maana sometimes utafika sehemu utapata nini wanasema deja vu, deja vu, mnafahamu kwamba nimefika hapa ni mara yangu ya kwanza na uhakika asilimia mia, lakini something tells me nilishawahi kuwa hapa yani, na uhakika yani napata ile feeling kabisa I have <laughs> been here yani, au kwenye moment, labda ofisini, umeamka siku hiyo, tangia unafika pale mangoni, hii siku imejerudia, sio eh? Hey, this is it, shai ku happen hii kitu sasa hizo kitana unaweza kusema ni itokea tu glitch kwenye system yani ukutakiwa kuona hivyo <laughs> lakini tu kuna somehow imepita tu, umeiona ndio hiyo ambayo tunasema a human being can travel far from here wakati wa here. Na ndio maana pia, at the same time, mimi naweza nikakaa kwenye desk, sio au saa nyingine, you opening the door unaingia ndani, watu wanaanza kucheka kwa sababu gani they were just speaking about you ha? Sasa ndio hicho kitu ambacho alikuwa anakisema kule jamaa kwenye training, alisema hivi hicho ndio kitu kinaweza kukuokoa kwenye maisha yako, yani forget everything yako, yani hata ninachofundisha huko ndani, tunafundishana sijui masuala jinsi ya kuchukua wateja ongea, wanajifunza sio marketing, wengine wanajifunza sio nini, mwisho wa siku How well unaweza kusikiliza instincts zako will make a difference. Sio, it's the same reason naweza nikaja hapa nikawafundisha kitu kimoja wewe yani, wewe na kufundisha the same sio ndio? Kuna kuna vitu vingine kama intelligence factor inabidi viingie kwenye kwenye hilo pot, lakini instincts, mimi nikakaa hapa, umenifundisha kuhusu labda ChatGPT AI, eh, imefanya nini Sio afta tu mimi sina sana, kwani nalitengeneza haya mayai sio? Nikasema wewe nika google nani nitengeneza lakini wewe ukasema, ah this is fun, wewe niendelee kuuliza kuhusu mahusiano sio? Ndio, ehe, mimi nikasema, kwani kitu haina app? Mbona tunapaswa kutofautiana kwa sababu gani? Ni zile ile ile ile ndio ndani na kupeleka upande gani, sio